Na wakati huo hapo jana, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji, huku baadhi yao wakitumia mazungumzo ya maelewano kati yao na waandamanaji. Hata hivyo, licha ya kuwa mamia ya waandamanaji walijeruhiwa, maafisa wa polisi pia ni kati ya walioachwa na majeraha. Lakini kama Setholal anavyoharifu, baadhi ya polisi na waandamanaji walijaribu kusemezana wakati wa maandamano. Kama ilivyotarajiwa maafisa wa usalama walijihami na vitoa machozi, malori ya maji, ya gesi, helikopta na hata farasi ili kukabiliana na waandamanaji katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, baadhi ya maafisa usalama, wa usalama hawakutumia vitoa machozi kutawanya waandamanaji bali walizungumza nao. <tune> Tazama kwenye picha hii ambapo afisa wa polisi alijeruhiwa kwenye purukushani, lakini wanaomsaidia hapa ni wanaharakati waliokuwa barabarani kuandamana. Katika kaunti ya Meru, hata hivyo, ilimlazimu kamanda wa polisi wa Imenti Kaskazini Ambrose Chalo kushirikiana na waandamanaji kama njia ya kuwadhibiti vijana. Kufikia Jumatano jioni maafisa wa usalama walikabiliana na waandamanaji ili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote nakubaliwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti